Siasa za serikalini na upinzani zilitanda katika eneo la Mwele kaunti ndogo ya Rabai kaunti ya Kilifi wakati wa hafla ya kuangazia miradi mbalimbali mbali ya serikali ikijumuisha miradi ya sekta ya elimu. Mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi ambaye alikuwa kiongozi mwalikwa katika hafla hiyo amepuuzilia mbali uzinduzi wa chama kipya cha kisiasa cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua DCP. Akizungumza na wan wananchi eneo hilo, Sudi amemtaja Gachagua kama kiongozi mkabila asiyekuwa na sera za kuunganisha wananchi. Uliona wale wa kabila walisanyana jana, uliona wale wa kabila walisanyana sana, ulisikia ule mtu anasemanga ati ule mtu atakuwa one time. Mimi ninashindwa na huyo mtu huyo, wa mnyoro anasema ati ule mtu atakuwa one time. Wewe umetabiri namna gani? Ule atakuwa one time? Mbona wao huko tabiri, wewe ulikuwa after time Mbona huku tabiri yako ulikuwa afsa? Mbona unatabiri mtu yakokuwa one time? Mimi nataka niambie hawa jamaa mjipange vizuri. Na mimi nataka nikuambie wa mnyoro. Wewe siasa tu nikufunza tu kwa mwaka tano. Ukakuwa DB kwa miezi 24. Kwa sababu wewe kutovumilia na huna skills. Na ndio unaona leo sasa unahangaika. Ulikanyaga kiti ulikuwa naye kwa, kwa mkono ukatupa wewe mwenyewe. Sasa saa hii naona unaunga umeanza chama ya ukabila. Mimi nataka niambie Wakenya wote, ndugu zangu kutoka mlima, kutoka Coast, kutoka Rift Valley, kutoka pembe zote za Kenya. Tuungane, tutafute kiongozi, tushikilie kiongozi, mimi atakutunganisha zizi zote. Si kweli? Si mnajua sisi na tunajua tuko tunapigana. Mburi anajua alikuwa anakaa kwa mesa moja. Na ile leo tu anakaa kwa mesa moja. Wakati huo huo, Sudi ameshinikiza wananchi eneo la Rabai na taifa hili kwa jumla kuendelea kumuunga mkono Rais Daktari William Ruto, akipigia debe uwiano wake na kinara wa ODM Raila Odinga pamoja na viongozi wengine waliokuwa upande wa upinzani. Niwaulize hii maneno ya broadcast, mnaunga mkono? Mnaunga mkono Raila na William Ruto wafanye kazi pamoja? Mnaunga mkono apewe na Oscar Sudi wafanye kazi pamoja? Ebu, hey, hey! Ni yana kama mkono yana unga mkono yana unga mkono. Hey, tamu kujionjo. Mnanidanganya ama ni ukweli? Kura buta peana na tuni tuni sile. Kura rais buta peana nani? Ya mbunge buta peana nani? Apewe. Na mimi. Buta ni fanyia nini? Buta ni kauli iliyoungwa mkono na mbunge wa Rabai, Kenga Mupe, ambaye pia ameipongeza serikali ya Kenya Kwanza kwa kuimarisha miradi ya maendeleo hasa maeneo ya mashinani. Eneo hilo la Rabai, nataka nichukue fursa hii nimshukuru rais wetu William Samuel Ruto. Rabai weye na nataka nimshukuru kwa sababu hii haya maendeleo tunafanya kujenga mashule, kuleta stima ni kupitia katika serikali yake. Ndio maana maendeleo yamefika Kenya nzima. Ndio maana leo Rabai tunajenga shule, majengo ambayo yalikuwa hayaonekana. Ni kweli? Si kweli? Ni kweli? Si kweli? Nikiripotia Coco FM kutoka Rabai, kaunti ya Kilifi. Mimi ni Hamisi Kombe, Coco FM, love ya Pwani.